Karibu katika Himaya ya Simulizi. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa utoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube, nenda YouTube andika Himaya ya Simulizi. Mateso ndani ya sanduku sehemu ya kumi na nne, mwisho wa simulizi. Ilipoishia vipi dogo Maiko alimuita Amosi ila leo Maiko alikuwa kauzu sana tofauti na siku nyingine. safi shemeji, yupo kweli maana? naona kimya mpaka saizi. ulitaka akupe cha asubuhi tena? Maiko aliuliza huku akimsogela Amosi ambaye alipata mshiko kusikia vile. kabla ajaoji vizuri, alipigwa ngumi na kaka yake, kisha akamkaba. Amosi alikuwa anakukuluka bila mafanikio. Maiko alitoa kitambaa na kumhusisha, Amosi alizimia. Endelea, Maiko alimchoma sindano ya usingizi ili aweze kumbeba Amosi bila yeye kujua. Alisubiri usiku ilimbeba bila watu kuona. Saa saba ya usiku Amosi alikuwa kaingizwa ndani ya sanduku. Maiko alifunga nyumba, kwa kuwa mke wake ayupo, ilikuwa rahisi kwake. Alipanda ndani ya gari, safari ya, ya kuelekewa Masanganya kwa mganga ilianza. Sasa wakati yupo njiani, mvua ilianza kunyesha. Mvua ilikuwa kubwa. Maiko aliendesha gari lake kwa mwendo wa tahadhari, taa zikiwa zimewaka kwenye giza lililojaa radi na upepo mkali. Ndani ya sanduku lenye uzito wa zaidi ya kilo hamsini lililofungwa kwa kamba nzito na kufunikwa kwa gunia, Amosi alianza kuamka, hii sababu ya maji kuingia ndani. Maiko aliangalia kwenye kioo cha nyuma, maji yalikuwa yanaingia ndani ya sanduku pia alipolitazama sanduku vizuri lilikuwa linatetemeka. Alishtuka, ina maana amosi kaamka? Kisha kwa sekunde chache alisikia sauti ya Amosi akikohoa kutoka ndani ya sanduku, akaminya usukani. Safari ilikuwa inaelekea kwenye kilele cha mlima wa dhambi. Ni mlima wa hadithi nyingi, wengine wanasema hapapitwi na asiye na siri nzito, na hapo ndipo gari lilipozimika. Ghafla likaanza kurudi nyuma. Maiko akajaribu kulikamata, ya e, alikanyaga breki kwa nguvu lakini haikusaidia. Gari liliteleza, i e, lilirudi nyuma kama linasukumwa. Kisha likaanguka kwenye maporomoko makubwa ya mawe na miti. Kwa Maiko, gari lilibimbilika sana, papo hapo na kusababisha Maiko afariki pale pale pale. Hapo ndiyo sanduku likatoka ndani ya gari la kuserereka kuelekea chini. Amosi alizunguswa ndani kana kwamba yeye ni mpira. Dakika kadhaa baadaye, kulikuwa na sauti ya kikohozi dhaifu ndani ya kichaka kilichojaa miba na matope. Kulikuwa na sanduku likiwa limeharibika upande mmoja, lakini bado lina mtu ndani, Amosi. Kibaya zaidi, mguu wake ulikuwa umevunjika. Maumivu yalikuwa makali kupita maelezo. Hakuna mtu, hakuna msaada, ni mvua, ni baridi na kifo kinachomsubiri Amosi akiwa ndani ya sanduku, mguu umevunjika, mvua bado inanyesha na kifo kinamvizia kimya kimya. Kilio cha Amosi kilizama kwenye sauti ya mvua. Sanduku lilikuwa limejaa maji nusu, na maumivu aliyoyahisi kwenye mguu wa kushoto yalikuwa makali kama kachomwa na moto. Nisaidia mtu yeyote tafadhali. Lakini hakukuwa na mtu, hakukuwa na jibu. Ilikuwa pori la mwisho, mahali ambapo sauti haivuki. Mlima wa dhambi haukutoa huruma. Amosi alijaribu kujikokota kutoka ndani ya sanduku, lakini lilikuwa limebanwa kwenye mizizi ya mti mkubwa. Mikono yake ilikuwa inatetemeka, e, baridi na hofu vilikuwa vimevamia kila kona ya mwili wake. Kumbukumbu zikaanza kumrudia. Alikumbuka wakati yupo na Anita. Alikumbuka sauti yake. Ukweli alikata tamaa. Sasa alikuwa pekee. Anavuja damu. Siku ya pili ilipofika, Amosi alikuwa hajala chochote. Mvua ilikuwa imekatika, lakini baridi ya asubuhi ilikaba mbavu. Alijaribu kulamba majani yenye umande, lakini maumivu kwenye mguu yalikuwa yanamvuta kufa. Muda ulipita, jua likachomoza. Alisikia milio ya ndege tu, lakini si ya tumaini. Walikuwa tai wakizunguka hewani, wanasubiri mfu. Siku hii ilikuwa ngumu, kwani Amosi alikaa sehemu moja tu bila kupata mahitaji yoyote. Alikuwa ni wakulia na kujutia alichokifanya. Kwa upande wake alijua kuwa kitendo cha yeye kutoka na shemeji yake ndiyo kilichosababisha hivyo. Hivyo alimini hatima kuwa mwisho wake wa ukupangwa kuwa mzuri. Siku iliisha, na siku ya tatu Amosi alikuwa na njaa, kiu na hajisikii tena mguu wake. Alijaribu kuomba msamaha kwa Mungu, alilia akalala, machozi yakiendelea kutoka bila nguvu ya kuyafuta. Hatimaye siku ya nne alikufa Kimya kimya akiwa ndani ya sanduku lililojaa mateso. Mwili wake na kaka yake Maiko ulikuja kuonekana siku ya saba, wote wakiwa wameharibika vibaya. Hakika ilisikitika mno. Kilio kwa Anita na Edina kilitawala Tanga. Kibaya zaidi, wote walikuwa na mimba ya mtu mmoja. Mwisho wa simulizi hii ndiyo mwanzo wa simulizi nyingine. Imeandikwa na Abasi Sanze. Kwa simulizi zaidi komenti, like pia usisahau kusubscribe laibu chaneli yangu ili nawe uwe mwanafamilia wa Himaya ya Simulizi.